Tunawaahidi, msiwe na wasiwasi. Chama cha Mapinduzi ndio chama kiongozi. Tunawaahidi nchi yetu itaendelea kuwa na amani, kuhakikisha wakati wa uchaguzi, kabla na hata baada, nchi yetu inabaki kuwa na amani. Asije mtu hapa akawadanganya sijui itatokea nini, tutakinukisha akanukisha yeye na familia yake hey, hey, hey. sisi hoye hey, hey, hey. Nchi yetu itakuwa salama salimu. Kwa hiyo niwaombe mwendelee kushirikiana na serikali. Lakini jambo lingine, naomba niliweke sawa, wameeleza kina bobari hapa walipokuja wakapitapita pita, wakadanganya, eh, ee, ee, wakulima wananyonywa sijui wanakuwa nini. Nataka niseme sera ya chama cha mapinduzi, ilani ya Chama cha Mapinduzi imeeleza wazi kuhusu kuimarisha ushirika, kuhusu kuendeleza wakulima, na ndio maana Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya makubwa katika sekta ya kilimo. Pembejeo mnapata hampati? Bei ya korosho imepanda haijapanda? Na hao waliokuja na kudanganya hawalimi korosho, hawajafanya kilimo, ni wababaishaji kama wababaishaji wengine. Niwaombe mwendelee kushirikiana na serikali, tuna mipango mizuri ya wananchi wetu. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi na serikali yake kwa mipango mizuri. Ndugu zangu, niendelee kuwaomba kwamba tunapoelekea katika uchaguzi, watapita watu wa kila aina, watapita watu watakejeli haya mafanikio tuliyoyafanya. Mimi nataka niwaambie Kazi yetu sisi chama cha mapinduzi, tuna wajibu na dhamana ya kuwatumikia Watanzania. Wakija wao, hawawezi kuambia hata siku moja kwamba kuna fursa za mikopo. Kazi hiyo itafanywa na chama cha mapinduzi. Sisi emoe! Wakija wao, hawaji na fursa zozote zaidi ya bakuli na kofia zao kusema peoples huku akitafuta mchango, yaani wao wow! Badala waje wasaidie, wanakuja kuomba michango. Waambieni sisi tumepata shida na korosho, Dokta Samia anatusaidia mambo yetu yanaenda vizuri, na nyiye kwa sababu mna kejeli, msiwape tena michango. Hapo vipi? Hapo vipi? sisi oye. Ndugu zangu niwaombe, tunapoelekea katika uchaguzi, tuendelee kuwa na umoja na mshikamano. Wameeleza hao wenzetu, vyama vya upinzani ukiviangalia, ni kama sasa huku kafu tena, hawapo act e, ndo wanaendelea kuisha. CHADEMA ndo kabisa, simmesikia habari yao, simmesikia habari yao. Wameogopa kuingiza timu uwanjani, sio simba bana, ninamaanisha chadema wenzetu wale, wamepima, wameangalia kazi zilizofanywa na Dokta Samia Suluhu Hasani wamechungulia wakakuta ushindi hawana. Kwa hiyo mwaka huu wameamua kupumzika, chadema hawatokuwepo kwenye uchaguzi, wameamua mm -hmm. Wangapi wanakubaliana kwamba tuwaache wapumzike hawa jamaa? Sisiemu mm oye! Kwa hiyo -hmm. sisi, mm -hmm. sisi tunaamini kwamba udhaifu wa chadema na vyama vingine, CCM itapata ushindi mkubwa. Niwaombe, endeleeni kukiunga mkono chama cha